Hey, baba Mungu, baba Mungu, nafikiria sana nafikiria sana, yaani au oh, wanawake wetu wa siku hizi kama wangekuwa hao ndio bibi wa Yona, jamani, ai, wangefanya nini wangefanya nini? Wanawake wa siku hizi, umeshikwa kwenye jamu, gari aisongi, lakini ukiwaeleza hawaamini. Lakini kumbuka, baba Mungu, Yona aliambia wake amekuwa ndani ya samaki samaki mwenye anekwa kwa sani anatosha kwa sani mtu ataingia aje? Ei Baba Mungu, hawa wetu hawa, nashukuru tuyona alikuwa na wale wa kitambo wakamwelewa, wakamwelewa. Hawa wetu tch. Unatoka unatoka mahali, lakini awaamini. Hebu imajini, kunaambia Shiro umekuwa ndani ya samaki. Hey, i kuuliza athikee ndani ya samaki Ah, <coughs> eri Yona huyo waka alimuelewa.